Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Leo tunaenda kufanya exercise na watoto. Nimeona content niwaonyeshe venyewe tunafanya na watoto. Saa hii ni 6, tumemaliza saa kitambo. So sisi na watoto tutafanya exercise, baada ya exercise. Tutafanya nini? Baada ya exercise watoto wataenda kubrush meno. Ah, tutaomba watoto waenda brush meno. Ukitaka kusikiza wimbo sikiza tu wimbo. Unasikia? Mm. Nifinya wapi? Ni hapa songs hapo penye inasema song. Hey. Hapo. So guys sisi tutafanya exercise. Sinze <coughs> utakaa kwa miguu ya mama, niwaonyeshe. Sinze huwa anakaa kawaida, inakuanga baba Jimmy anani miguu ama naweka keji, niko nani ya yeah, 10 pounds, 10 pounds. So inakuanga ni kama 20 pounds naikaanga za kwa tenu, kwa <tinyan> <tinyan> yeah, sit-ups. So guys, nitafanya sit-ups, halafu ni najua na sumbuange, sasa mimi nitafanya sit-ups, Jimmy anakaa kwa miguu sinjena maanza chakula

28. Sindia toka? 29. Sindiatoka. Eh, huku 30. 30. Nimefanya 30. 30. 30. Sindia Jimmy kama mama bada anafanya anafanya hii 60 ama 50 yuhu anafanya hivo 30. E, e, e, nakuambia huku nachom huku

17, 18, 19, 20. So guys, ile ilikuwa 30, ini 20, sasa inakuwa 50. Sit up. Bado mfanya ingine. Sasa hiyo ni 50. Eh, tumbo uh huu. Ni uchungu. Inavurutanga, inavurutanga uchungu. So what? Na guys, msiseme nafanya na kofia. Unajua, nikiwaonyesha ni kwa kamera, kama si kwa kamera niko nazo, huwa natumia usiku, lakini nikitumia watoto wanalala, na labda nionyeshe watu watu najua watu comment section watasema mama Jimi, tafuta nguo za exercise. Hiyo si exercise, hii inafanya tunawaonyesha venyu wanafanya, zilikuwa nimefanya imefika 50, so acha tuendele. Aya Jimi, uta count anza counting. Aya mama anaanza, utajua aje nimeamuka, utafeel 1 2 3

18, 18, 18, 20. So guys, hiyo ni 70 mm -hmm. So ndikuwa nimehesabu, nilifanya kwanza 30, nikafanya 20 tena ifanya 20 so hiyo iyo nimefanya exercise mingi na juzi sa tumbo yangu sahi nimechoka. So guys, tafanya gani chatuone chatusongesha kamera nyuma kidogo. Sijui kama mtaniona. Hapo. So guys, ndio nyumba yetu enye ai <coughs> vitu ya ameweka hapa. Yasindi ya toka. Wacha nifanye squat. Inaitwa squat. So tunafanya squat. Inaitwa squat. Yeye huwa anafanya 50, sasa nafanya hivi. Hivi ya hivi Najua hii sai sina nini. Sasa hiyo nafikiri hiyo siwezi fanya hapa kwa kamera juu nimevaa dress na ngumu. So guys tuko na hizi saai tainua hizi ya mikono sasa. Sasa tumefanya sit up 70. Alafu sasa nitafanya hii ningapi Ni jimutaka hmm? iakauntinzilikuwa tu ni ngumu easy for you. Come try. Utau try. Kubeba tu hivi mikono hiyo, nafikiri imesaidia. Unaona hii mikono yangu imesaidia, hii imesa mikono imesa.

Ukitaka kupunguza ya tumbo, tumbo likuwa, nafanya sit up na hii, unaona hii nafanya hivi miguu. Ndio nawambia siwezi fanya, unaweka hapa katikati ya miguu hapa hapa hii ni kama 20 pounds. Jo hapa ni 10 so unaweka hapa alafu unalala chini hivi straight. Kisha lala chini hivo sasa we ni kuinua miguu juu anafanya hivo so unainua zikiwa straight. So hizo sitafanya kwa kamera. Hiyo na turn off kamera. Hiyo huwa anafanya t 30. Nainua 30. Hivo ya miguu hivo alafu sita hapo, pia anafanya 30. Sita hapo, saa zingine huwa anafanya 40, mosi nafanyanga 40, 50 hapo. Lakini leo nimefanya 70, leo nimepitiza. Lakini hii siwezi fanya hapa. Ju natumia nguo za exercise kuvaa hii ndio niinue hiyo. Ju hapa na na dress haiwezi fanya kitu. So guys, ni hivyo. Nimeinua mkono hii. Alafu niko na elastics pia, nani, mablada sindelleti, ile ile mrefu ya nini, ile mrefu ya purple, yenye inafanana hapa, sio hiyo yenye inakaa hapa kama hii. This? No. Which one? No, the other one. The long one. Eh. Thank you. So guys, hii nayo wanatumia pia hii Naye exercise. Lakini hii ukitaka mzuri hii inasaidia mwili yote hata mabega huku juu. Cynthia, that's hiu mine but juuinaweza vuruta hataona ukisimama huu naweka chini na simama, alafu navuruta hii. Sasa so, pia nayo inasaidia mikono tutuone na si hata hivi, nayo iko sawa kwa tumbo tapia naye ka tumbo ni sawa, lakini unajua shida inafaa uvurute ikuwe tide. mm -hmm. Sio ngumu sana ukisimama, ni ngumu sana mm -hmm. Na... mm -hmm. Kitu nyamefurahi tumbo naye imeisha nda kabisa. mm -hmm. Westi yangu ilikuwa ngapi? Sidia kuja ukae hapa. Sasa guys, nilikuwa na waist, nilikuwa na ngapi? Sikumbuki waist yau ilikuwa ngapi na shuku, ilikuwa kitu kama kitambo, nilikuwa navaa hata sijui 40 something waist. mm -hmm. Saini iko kwa ma 29 hapo nafikiri.

So guys, hii ningewaonyesha hii yakubeba miguju unabeba unaleta hadi juu hii. Na hii mzito kila siku nafanya hiyo. Hiyo inapunguza huku, alafu kutumbwa piakitu enye linishinda ni ii mkono angu nakwanga na shida up juu ya hmkono haio nasdaahyouesifanye lakini unajua nimetoa hii video kwa sababu watu wamekuwa wanauliza Mama Jimmy ulifanya aje ukapunguza? Wacha niambie. Fanya, punguza. Guys, fanya exercise, punguza kukula hivyo tu. Usipunguza kukula, fanya exercise. Mimi nilinua machai nilinua nini sijui nilinua nini, haiko hainisaidia. Kwa na waste pesa sana juu unajua ukifuata vitu ya online wanakuambia nunua chai, tumia chai fulani, tumia hii itakupunguza. Hakuna siku hiyo, ni uongo kabisa. Jimmy, move, hakuna hiyo, ni uongo, atakuwa na kudanganya mimi. Huwa natumia mimi huwa natumia nini? hapo saida viniga kila siku jioni na ni lemon, hizi ziko hapa hivi, natumia hiyo kila siku jioni, ndio niende nilale alafu yeah, na sukari so, mimi nakimbia jioni kilomita moja. Mi nakimbia jioni kilomita moja kwenda na kurudi. Jioni nafanya hizo zote exercise zote stay Nilikuwa 185. Sahi niko 148 hapo, ndo najaribu ni kuwa at least chini ya tuseme ni kuwa mm -hmm, kwa 45 hapo mm -hmm, ama 40 45 40 mm hapo -hmm. mm -hmm, nafikiri naweza jaribu naweza jaribu, si ati nitawacha kuendelea exercise, nitaendelea kufanya lakini chakula nitakuwa nakula bado nikijichunga, nikiona inapanda narudi, nikiona imepanda two pounds narudisha chini, nikiona imepanda two pounds nachunga, yani hivyo tu, taka nichezee 40 45, lakini most ni 40 hivyo basi, naona hapo nitakuwa nimeweza kabisa. Niyo watoto, msishangaa iko jacket iko vitu watoto simuone venye amekuwa analeta. So guys, anyway, ni hivo tu, nimeongea sana hata sijui nimekuwa naeleza nini, lakini ni hivo tu, endelea ku subscribe, ku share, ku comment, hivyo ndio mimi. Alafu mimi nikiendelea kufanya exercise nyingine ya jioni juice, siwezi waonyesha yote hapa sahi, nimekuwa naonyesha tu venye nafanya. Ninawapenda, endelea ku support. Mungu awabariki sana Bye.